Mwaka jana tulipokuwa tunafanya uchaguzi wa mwenyekiti wetu wa chama katika uchaguzi mkuu wa chama chetu, walimtoa mtu tena, shehe, bwana anaweka hapa begani, ni kitambaa chake, ukimwona na sharafu, kijana wa Kiislamu, ukimwona na meremeta bweupe na nywele za singa wakamwambia wakampa tenda milioni mia moja atafute mtu aje avuruge uchaguzi wetu 2024 20. Chama hichi kina watu madhubuti. Alimfata moja katika viongozi wetu pale unguja mjini, akamwambia sawa, aliponiambia mimi kwa ufupi, milioni mia moja kwa mtu ambaye, elfu kumi kwa siku kuitengeneza ni shida, lakini alizikataa na mpango wao ukabuma.